Nasema niliwahi kusoma hadithi mi zamani. Sasa hadithi hii kidogo nimeisahau sahau, sikumbuki vizuri sana lakini kiini chake bado nakikumbuka. Kuna jamaa fulani, nadhani walikuwa wanaposa, kuna binti mahala anasifika sana basi, kuna waposaji wengi, nadhani wanamfata huyo huyo binti, basi wanakwenda lakini huko ni kilimani, huko anakokwenda ni kilimani, lazima upande kilima. Na hapa chini, hapa njiani, hapa kuna kibibi kizee hapa. Basi hufika hapo kwa bibi kizee pale, bibi kizee, ujambo, sijambo. Anakuuliza, unakwenda wapi? Anasema, nakwenda. Anakwenda posa wapi? huko huko. Mwanangu, usiende huko kwa nini? Kubaya huko. Hapana, mimi namtaka yule binti, lazima kabisa nimposa. Kabila, lakini hatari huko. Ambia hapana, wewe nielekeze jinsi ya kwenda. Anakazana sana huyo, akishakazana anaambia, anawambia basi, sasa nakuelekeza. Basi utakapokuwa nakwenda, utaanza kusikia kelele huyo, usisite wala usi tazame upande wala usitazame nyuma, we nenda tu, nenda tu. Na kila utakavyozidi kwenda utaambiwa huyo huyo huyo, na kila utakavyozidi kusogea ndio kelele zitazidi sana, huyo huyo, mchinje, mchinje huyo <laughs> lakini wewe, wewe, tazama mbele tu, nenda tu. Ukikosea ukageuka ukatazama nyuma, utageuka jiwe. Basi huyo amekubali masharti, amekwenda amekwenda, huyo Ah, mara vishindo vile makelele yakamzidi, akageuka akatazama nyuma, akawajiwe basi. Wamefata wengi hivi, watu wengi sana wamefata waposaji hivyo. Kila kelele zikidi yo, huyo anageuka nyuma, anakuwa jiwe hivyo hivyo. Mlima ule ukaona mawe mengi sana. <laughs> Atiba yake kamekuja kwa kijana kazuri sana. Bibi huyu anakahurumia. Kijana leo anakwenda. Sasa na mimi nakwenda. Nakwenda huko na huko boss. Ah, wewe kijana. Kwani nini hadithi hizi usikii? Ukujasikia watu. Asema nimesikia lakini na mimi nataka kujaribu. Ka bibi akawaambia, wewe na wewe ugeuke jiwe. Mimi sitaki rudi kwa baba yako. Sasa hapana bibi, na mimi nataka kwenda. Sasa nitakwambia kama nilivyowaambia wengine. Nenda, <laughs> lakini usigeuke nyuma. Watakusema sana. Huyo huyo huyo, mara hawataki yule binti atoke pale, huyo huyo huyo huyo, na kila utakavyozidi kukaribia ndivyo watakavyozidi kupiga kelele. Sasa huyo kijana amesema nitajaribu, na amejaribu kweli, na amekwenda hivyo hivyo, na kweli kila anavyozidi kusogelea kelele pale, kelele zinazidi, huyo, mchinje mchinje mchinje, huyo huyo, sasa umemfikia, mchinje huyo. <laughs> <laughs> kijana yule <la> amegoma <laughs> amekwenda mpaka amemfikia ile binti. Binti anamwambia basi madhali umefika sasa, mimi wako. Sasa nitakuonyesha jinsi ya kuwageuza hawa wasiwe mawe. hmm. Ametoka na mchumba wake pale pa. <laughs> <laughs> na dawa ameshapata, basi kawanyunyizia wote hao rafiki zake waliogeuka nyuma, hawa karudi nao nyumbani. Sasa hiyo ni hadithi, nasema nilisoma, sijui kama umeisema vizuri sasa, sasa, lakini nitakuja kuikumbuka, lakini kiini chake nicho sasa katika mambo haya ya kujenga nchi, haya haya ya shabaha, shabaha kama hizi, kubwa kabisa, ni shabaha kubwa kabisa hizi, za kuleta haki, za kuondoa dhuluma, za kuleta haki duniani. Mnajipa shabaha kubwa kabisa, ndio tunataka kujenga nchi ambako hakuna dhuluma, dhuluma. Start Swahili. Start your dream.